Kijijini Tumaini kilichojificha ndani ya bonde la furaha, aliishi Zawadi pamoja na wazazi wake Neema na Baraka. Walikuwa wakulima wa kawaida waliolima ardhi yao kwa mikono iliyokunjamana na mioyo yenye shukrani. Binti yao alikuwa na uzuri wa kipekee uliovutia macho popote alipopita, ingawa yeye alitamani tu kuwa asionekana. Wasichana watatu vijana Asha, Mariamu na Halima waligeuza maisha ya Zawadi kuwa mateso yasiyovumilika. Kando ya mto wa amani, mahali ambapo wakazi wa kijiji walikusanyika kuchota maji, maneno yao yenye sumu yalichoma moyo kuliko visu. Tazameni anavyotembea kama malkia, Asha angesema kwa dharau. Anadhani uso huo mzuri unamfanya awe bora kuliko wengine. Minong'ono ilianza kukua na kuwa uvumi hatari. Wakazi wa kijiji walianza kudai kuwa Neema alikuwa amewafuata waganga ili kumpa binti yake uzuri wa ajabu. Watoto walikuwa wakimcheka. Watu wazima walimsema nyuma ya mgongo wake. Ulimwengu wa Zawadi ulianza kuwa mdogo siku baada ya siku. Neema aliona roho ya binti yake ikivunjika taratibu. "Mwanangu, vitu vizuri daima huvutia macho yenye chuki, angemnong'oneza, ingawa sauti yake ilitetemeka kwa namna isiyo ya kawaida. Mikono yake ilitetemeka alipokuwa akimfunga Zawadi nywele, na mara nyingine machozi yalitiririka usoni bila yeye kujua. Ndani ya moyo wa Neema kulikuwa na kumbukumbu kumbu ya kutisha aliyokuwa ameizika kwa miaka mingi. Akiwa msichana mchanga, wivu wa marafiki uliwahi kumpelekea kusukumwa kutoka kwa jabali, akaumia na kuvuja damu. Alijikokota hadi kwenye usalama bila kumtaja yeyote aliyemuumiza. Sasa historia ilionekana kujirudia kupitia kwa binti yake mpendwa. Baraka, baba wa Zawadi, alitazama yote kwa kimya cha tafakari. Utulivu wake haukuwa wa udhaifu bali ulikuwa mkakati wa makusudi. Alikuwa akimfundisha Zawadi kustahimili majaribu kupitia mateso, ingawa yeye mwenyewe bado hakuwa ameelewa hilo. Wakati huo huo, Halima alikuwa akipambana kimya kimya na dhamira yake, akihisi wasiwasi kuhusu uhasama uliokuwa ukiongezeka kutoka kwa marafiki zake, lakini akihofia kusema neno lolote. Mapigo makali ya ngoma yalivunja utulivu wa asubuhi katika kijiji cha Tumaini. Mwambiaji wa kijiji alikimbia kupitia bonde la Furaha, sauti yake ikipaa juu ya kuta za mashamba. Mfalme Kamau ametangaza sikukuu ya uteuzi. Mwana wa kifalme Azizi anatafuta mke. Mabinti wote wasiolewa wanapaswa kufika ikulu. Ghafla, kijiji kizima kilijaa vurugu na msisimko. Wanawake walihangaika kutafuta kanga zao nzuri zaidi. Wasichana walijitahidi kufanya mazoezi ya ngoma za kitamaduni hadi miguu yao ikauma. Akina mama wakageuka kuwa wakufunzi wakali, wakichunguza kila hatua, kila tabasamu, kila ishara ya mabinti zao. Lakini ndani ya nyumba tatu tofauti, giza lilikuwa likijitokeza kwa namna isiyoonekana. Mama yake Asha alimshika binti yake kwa ukali akimnyanyua kidevu. Kwa nini huwezi kuwa kama yule binti wa Neema? Wewe ni wa kawaida na unaonekana ovyo. Mama yake Mariamu hakuchoka kumlinganisha na Zawadi. Tazama anavyotembea kwa upole. Kwa nini wewe huwezi kuwa hivyo? Naye mama yake Halima kila siku alikuwa akimwambia maneno ya sumu. Yule kiumbe mzuri atakunyang'anya kila nafasi. Ukikaa kimya, atachukua kila kitu. Maneno haya ya mama zao yalipanda mbegu za chuki ambazo muda si mrefu zingechanua kuwa matunda ya mauti. Zawadi hakutaka kushiriki katika sherehe hiyo hata kidogo. Alijua kwamba angeenda huko kukutana na fedheha tu. Lakini Neema alimbana mabegani kwa nguvu isiyo ya kawaida, macho yake yakimetameta kwa shauku na hofu. Lazima uende, alisema kwa sauti yenye mamlaka. Wazee wa ukoo wananena kupitia ndoto zangu, hatima yako iko ikulu na huwezi kuikwepa. Wakati huo huo, ndani kabisa ya msitu wa siri, mwindaji mmoja aliyekuwa akiishi kwenye upweke, Juma alikuwa akikagua mitego yake. Uso wake ulionyesha uchovu na huzuni ya miaka mingi ya uhamisho. Miaka mitano iliyopita alikuwa rafiki wa karibu sana wa mwana wa kifalme Azizi, mpaka mabishano makali kuhusu wajibu na uhuru yalipowatenganisha. Juma alichagua upweke, akawa mwindaji asiyejulikana anayewauzia ikulu nyama kutoka porini, mahali alipopoteza kila kitu alichokipenda. Moyoni mwake Juma alitamani maridhiano, lakini aliishi akiamini kwamba hastahili kusamehewa. Kwenye ikulu, mwana wa kifalme Azizi alimweleza baba yake kwa sauti ya kinae. Baba, zawadi ya kifamilia uliyoitaja ninaimiliki sasa. Ninaweza kutambua ukweli na udanganyifu kwa urahisi. Mke niliandikiwa si miongoni mwa hawa wanaojitokeza kwa hamu. Yuko mahali fulani lakini giza limefunika njia yake. Mfalme Kamao alitikisa kichwa taratibu akitabasamu kwa hekima. Waamini wazee wa ukoo wanapokufunulia, mwanangu, alisema kwa utulivu wa kifalme. Zawadi alitazama kwa mshangao watu watatu waliokuwa wakikaribia boma lao. Asha, Mariamu na Halima walikuwa wamevaa tabasamu angavu na mikononi mwao walibeba vikapu vilivyojaa karanga zilizokangwa na maembe yaliyoiva. Ukarimu wao wa ghafla ulionekana wa ajabu kama jua linalochomoza katikati ya tufani. Tumekuja kuomba msamaha, Asha alisema kwa sauti tamu isiyo ya kawaida. Tulikuwa wajinga na wakatili. Tunataka kurekebisha makosa yetu na kuwa marafiki wa kweli. Mishipa ya damu ya Neema ilianza kupiga kwa kasi sekunde tu alipowaona. Kumbukumbu za zamani zilimjia kwa nguvu, uso wenye tabasamu uliogeuka kuwa wa kikatili, mikono iliyomsukuma kwenye jabali bila kusita. Alimvuta Zawadi ndani ya nyumba. Sikiliza kwa makini, aliongea kwa sauti ya hofu na huzuni. Nyoka habadiliki, hubadilisha ngozi tu. Najua hili kwa sababu lakini sauti yake ilikatika ghafla, maneno yakamkwama kooni. Miaka ya maumivu yaliyofichwa ilimziba pumzi, na kilichosalia machoni pake kilikuwa ni maombi ya kimya yasiyoelezeka. Moyo wa Zawadi ulijaa upweke, alitamani kuamini kuwa msamaha ulikuwepo, kwamba hata mioyo mibaya inaweza kubadilika. Akipuuza onyo lisilonenwa la mama yake, alifungua mlango wa urafiki mpya. Siku zilizofuata, wasichana wale watatu walikuwa wageni wa mara kwa mara. Walimfanyia Zawadi mitindo mizuri ya nywele, wakamsifia kwa uchezaji wake wa ngoma na kucheka kwa furaha na hadithi zake. Siku moja Zawadi alipowaonyesha vazi lake la sikukuu, walivuta pumzi kwa mshangao. Utaonekana kama Mungu wa mbinguni aliyeingia duniani, Mariamu alisema kwa sauti ya kustaajabu, lakini ngumi zake zilizoshikana ziliufichua wivu uliokuwa ukimtafuna ndani. Usiku huo Halima alilala kwenye mkeka wake huku machozi yakitiririka kimya. Sauti ya mama yake iliendelea kumrudia kichwani. Yule Zawadi atakuangamiza. Hivi karibuni hutabaki na kitu cha kujivunia. Halima aligundua kitu cha kutisha, mama yake alijua kuhusu mpango wao. Pengine hata yeye ndiye aliyepanda mbegu yake. Ndani ya msitu wa siri, wasichana wale watatu walianza kazi yao ya uovu. Asha na Mariamu walikuwa wakichimba ardhi kwa hasira, kila mchomoko wa jembe ukiendeshwa na maneno ya mama zao yaliyowaumiza. Anajiona bora kuliko sisi. Atatupora maisha yetu. Sauti zao ziliungana na sauti za pumzi zao nzito na kelele za udongo unaochimbuliwa. Halima kwa upande wake alichimba kwa kusitasita, mikono yake ikitetemeka. Dhamira yake ilimla taratibu kama jeraha lisilopona likiendelea kuvuja damu ya hatia na huzuni. Kwa siku tatu zilizojaa uchovu na jasho, Asha na Mariamu walihangaika katikati ya kona yenye giza ya msitu. Mikono yao ilikuwa imejaa malengelenge na michubuko, damu ikitiririka walipokuwa wakichimba shimo refu zaidi kwenye ardhi ngumu isiyo na huruma. Halima aliandamana nao kwa kusitasita, mikono yake dhaifu na isiyo na nguvu ikiashiria mapambano ya ndani. Walipomaliza, walifunika mtego huo kwa matawi yaliyopangwa kwa ustadi na majani makavu, wakatengeneza sakafu ya uongo iliyoficha mauti chini yake. Usiku wa kuamkia siku kuu ya uteuzi, Neema aliamka kwa mshangao, mwili wake ukiwa umefunikwa na jasho. Alipiga yowe kali lililomwamsha Baraka mara moja. Katika ndoto yake, alikuwa amejiona akiwa msichana mdogo, akianguka bondeni kwa kishindo kikubwa. Lakini ghafla taswira ikabadilika kwa kutisha, sasa alikuwa akimuona Zawadi, binti yake, akidondoka kwenye giza lisilo na mwisho, mikono yake ikinyosha kuomba msaada ambao haukuwahi kufika. Inatendeka tena. Neema alilia kwa uchungu akimkumbatia Baraka kwa nguvu. Kama ilivyokuwa zamani Sikuwahi kukuambia lakini nilipokuwa msichana, wasichana waliokuwa na wivu walinisukuma kutoka kwenye jabali. Waliacha nikiwa nimevunjika na kuvuja damu, wakidhani nimekufa. Nilinusurika kwa kujikokota usiku kucha hadi wawindaji waliponipata alfajiri. Baraka alimshika mkewe aliyekuwa akitetemeka. Kwa nini hukuwa umeniambia haya? Aliuliza kwa upole, lakini kwa mshangao. Aibu, hofu. Nilijaribu kusahau, nilizika kumbukumbu hiyo hadi nikajidanganya kwamba haikuwahi kutokea. Lakini sasa wazee wa ukoo wananionyesha kwa ndoto, binti yetu anakabiliwa na uovu ule ule. Utulivu wa kawaida wa Baraka uligeuka kuwa nguvu ya azimio. Nilikaa kimya kwa makusudi, nikimfundisha Zawadi unyenyekevu kupitia maisha lakini sasa lazima tuchukue hatua. Wazee wameongea wazi, hatupaswi kungoja. Wakati huo huo, ndani ya ikulu ya kifalme, mwana wa kifalme Azizi alikuwa akitembea kwa wasiwasi chini ya nuru ya mwezi. Baba yake Mfalme Kamau alijiunga naye uwani. "Baba," Azizi alisema kwa sauti ya huzuni, kipawa changu kinazidi kuimarika nahisi hatari inakaribia ikimzunguka mtu muhimu, mtu aliyeunganishwa na hatima yangu. Sherehe ya kesho inaonekana kama haijakamilika, kana kwamba kipande muhimu kinakosekana. Mfalme Kamau aliweka mkono wake begani mwa mwanawe kwa upole. Wazee wa ukoo walikupa kipawa hiki kwa ajili ya nyakati kama hizi. Wakati ukweli utakapojitokeza, utautambua mara moja. Sikiliza sauti iliyo ndani yako, mwanangu, hapo ndipo njia yako itakapofunguliwa. Alfajiri ilichomoza juu ya kijiji cha Tumaini kwa uzuri wa kudanganya. Neema alimshika Zawadi kwa nguvu kiasi kwamba alimuacha na alama mikononi. Nisikilize vizuri, mwanangu, alisema kwa sauti ya kutetemeka. Utakapokwenda ikulu usipitie njia nyingine. Usikubali njia ya mkato wala mwenzio yeyote. Usiku uliopita wazee wa ukoo walinionyesha tena ndoto ile ile ya utotoni mwangu, hapa kwamba utaenda peke yako Zawadi alitikisa kichwa, macho yake yakiwa yamejaa mshangao kwa ukali wa mama yake. Mapema asubuhi, Neema na Baraka waliondoka, mioyo yao ikiwa mizito kwa wasiwasi usioelezeka. Ilipofika katikati ya asubuhi, wasichana watatu waliovaa mavazi ya rangi kali walijitokeza mlangoni pa Zawadi. Asha, Mariamu na Halima walimetameta kwa mavazi yao mazuri, nyuso zao zikionekana zenye furaha ya uongo. Dada Zawadi, Asha alipaza sauti kwa furaha ya bandia. Tumekuja tukusindikize. Kuna njia ya mkato kupitia msitu wa siri. Hakuna atakayeona mavazi yetu kabla ya wakati. Hisia za ndani za Zawadi zililia tahadhari, maneno ya onyo ya mama yake yakarudi akilini mwake kwa nguvu. Lakini Asha alicheka kwa dharau. Mama yako anaona hatari kila mahali. Je, uzee umemfanya kuwa mwoga? Sisi ni marafiki zako sasa, umesahau? Tamaa ya Zawadi ya kupendwa na kukubalika ikazidi busara yake. Akawafuata akiamini katika uongo uliovaa urafiki. Mwanzoni mazungumzo yao yalionekana ya kweli, walicheka, wakiongea kuhusu mwana wa kifalme Azizi, wakibashiri maisha ya kifahari na kuota ndoto za sherehe za kifalme. Lakini kadiri walivyozidi kusonga, hali ikabadilika. Miti ikawa minene zaidi, upepo ukakoma, nyimbo za ndege zikanyamaza ghafla Vivuli vilianza kurefuka kwa namna isiyo ya kawaida. Pumzi ya Zawadi ikawa nzito, hofu ikianza kupanda taratibu. Mikono ya Halima ilitetemeka kwa nguvu. Wakati Asha na Mariamu wakiwa mbele, alirarua kipande cha kanga yake kimakusudi na kukiacha chini, akivunja pia matawi kwa uangalifu ili awe alama za kupotea kwake. Asha alipogeuka kumtazama kwa shaka, Halima alitabasamu kwa kujifanya na kuongeza mwendo, moyo wake ukidunda kwa hofu. Njoo upande huu Zawadi, Asha alimuita kwa sauti ya upole isiyo na uaminifu, hapa chini ni tambarare zaidi. Zawadi alitembea mbele kwa ujasiri wa ujinga, na ghafla ardhi ikatoweka chini ya miguu yake. Kilio chake cha uchungu kilipasua ukimya wa msitu alipoporomoka chini kisha mlio wa mwili ukigonga mawe, maumivu makali, giza kuu likamfunika. Juu ya shimo vicheko vya Asha na Mariamu vilisikika vikiwa vya kikatili na vya ushindi. Cheza shimoni mwako mrembo, tuone sasa kama mwana wa kifalme Azizi bado anakutamani. Halima alibaki ameganda, ya machozi yakitiririka kimya kimya. Kwa sauti ndogo iliyovunjika, alinong'ona he. Ni samehe Zawadi. Kisha akageuka na kufuata wenzake, moyo wake ukiwa mzito kwa hatia isiyoweza kufutika. Sikukuu ya uteuzi ilifika kilele chake cha fahari katika ikulu ya kifalme. Ngoma zilipiga kwa mdundo wa nguvu, sauti zao zikipaa angani, huku mabinti waliopambwa kwa mavazi mazuri wakicheza kwa ustadi wa kuvutia macho yote. Lakini ndani ya mwana wa kifalme Azizi kulikuwa na utupu Roho yake ilihisi pengo lisiloelezeka. Kipawa chake cha kifamilia, ile nguvu ya kuona ukweli, kilikuwa kikimwonya kwa nguvu: kitu muhimu kilikosekana, mtu wa maana hayupo. Alimtazama kila binti kwa makini, akitafuta ule uhusiano wa kiroho ambao kipawa chake kilimwahidi. Hakuna. Baada ya onyesho la mwisho, alisimama ghafla. Baba alisema kwa sauti ya uthabiti na heshima, lazima niseme ukweli. Mke niliandikiwa si miongoni mwa hawa walioko mbele yetu, yuko mahali pengine. Ukimya mzito ulitanda ghafla, ukivunja shangwe zote. Watu waligeuka kumtazama kwa mshangao, midomo yao ikiwa wazi. Asha, Mariamu na Halima walitazamana kwa hofu. Mpango wao ulikuwa umeharibika vibaya. Ghafla Neema alipita kati ya umati wa watu, macho yake yakiwa yamejaa hofu na uso wake umevurugika na wasiwasi. Mfalme! Neema alilia kwa sauti ya kuomba msaada. Binti yangu Zawadi hajafika ikulu, kuna jambo baya limetokea, nahisi ndani ya mifupa yangu. Kisha akaeleza kwa haraka kuhusu wasichana watatu waliokuja kumchukua Zawadi asubuhi hiyo. Uso wa mfalme Kamau ulijaa giza la hasira. Mara moja aliwaita Asha, Mariamu na Halima wasimame mbele yake. Walikana kila kitu kwa ustadi, maneno yao yakijaa unyenyekevu wa bandia, macho yao yakijaribu kuonekana yasiyo na hatia. Lakini Azizi alisogea karibu, macho yake yakikaza kwa nguvu ya kiroho isiyo ya kawaida. Mnasema uongo, alisema kwa sauti tulivu lakini kali kama upanga wote watatu udanganyifu unatoka ndani yenu kama joto kutoka kwa moto. Yuko wapi? Wasichana wale walirudi nyuma kwa hofu, macho yao yakitetemeka. Halima karibu aanguke chini, moyo wake ukipigana kati ya hofu na hatia. Alitaka kusema ukweli, lakini vidole vya Asha vilimkandamiza mkononi kwa uchungu, vikimnyamazisha. Walinzi walianza msako wa haraka kupitia kijiji cha Tumaini bila mafanikio. Mwishowe, Baraka alipiga kelele. Chunguzeni msitu wa siri mara moja. Wakati wa mapambazuko, mwindaji Juma alikuwa akizurura msituni kutafuta mawindo, lakini kitu cha ajabu kilimvutia macho, kipande cha kanga kilichonaswa kwenye tawi, matawi mengine yakiwa yamevunjwa kwa mpangilio wa makusudi. Mtu ameacha alama makusudi, alinong'ona, macho yake yakibadilika kuwa makini. Alipofuatilia njia hiyo alisikia sauti dhaifu ikilia kutoka mbali. Tafadhali nisaidie, yeyote. Alipofika aliona shimo lililokuwa limefichwa vizuri. Bila kusita alishusha kamba haraka. Alipomtambua Zawadi, hisia ya nguvu ya kiroho ilimpiga kama radi. Wazee wa ukoo wamenituma kwa wakati huu hasa, huu ndio ukombozi wangu, njia yangu ya kurudi kwa Azizi, alisema kwa sauti ya imani na furaha. Kwa uangalifu mkubwa, alimtoa Zawadi shimoni na kumchukua moja kwa moja kuelekea ikulu, akijua bila shaka kwamba hatima yake ilikuwa imemwita nyumbani. Juma aliingia ikulu akiwa amembeba Zawadi, mwili wake ukiwa umechoka na umejeruhiwa. Pumzi za mshangao zilienea kama upepo miongoni mwa umati uliokusanyika. Azizi alikimbia mbele, na mara macho yao yalipokutana, kipawa chake cha kifamilia kilimulika kwa nguvu ya hakika kamilifu. Huyu ndiye mke niliandikiwa, najua hili bila shaka yoyote. Neema na baraka walianguka karibu na binti yao, machozi yakitiririka kwa furaha na mshtuko. Kwa midomo iliyotetemeka, Zawadi alieleza kila kitu: urafiki wa uongo, mtego wa msituni, kuanguka kwake kwenye shimo, kicheko cha kejeli na machozi ya kimya ya Halima. Uso wa mfalme Kamao uligeuka kuwa wa hasira isiyozuilika. Mara moja aliamuru kijiji kizima kikusanyike kwenye ikulu. Wote walipofika, aliwaita Asha, Mariamu, Halima pamoja na mama zao wasimame mbele ya umma. Wasichana hao walijaribu kuendelea kujifanya hawana hatia, sauti zao zikijaa udanganyifu, lakini Azizi alisogea mbele, macho yake yakimetameta kwa nuru ya rohoni. Wazee wa ukoo wamenipa uwezo wa kuona zaidi ya macho ya kawaida, uongo hujitokeza kama giza linalozunguka roho zenu. Kiri sasa. Halima ndiye aliyekiri wa kwanza. Alipiga magoti akilia kwa maumivu ya moyoni, tusameheni. Wivu ulitumeza kwenye mioyo yetu, lakini ni mama zetu waliopanda sumu hii. Walitulinganisha na Zawadi kila siku, wakisema atatuibia kila kitu, wakatutaka tumwondoe njiani. Akamgeukia mama yake kwa hasira na huzuni wewe ndiye ulinihimiza, uliamini anastahili kuadhibiwa. Mlio wa mshangao na kemeo ulienea kati ya waliokuwepo. Watu walinong'ona kwa huzuni na hofu. Mama zao walijaribu kukanusha, lakini hatia ilionekana wazi machoni mwao kama alama ya moto. Mfalme Kamao alitoa hukumu yake haraka na kwa mamlaka kamili. Ninyi wasichana watatu mfungwe kwa mwaka mmoja, kisha mkae miaka mitano ya uhamisho wa kijamii. Hakuna mtu atakayezungumza nanyi, kufanya biashara nanyi, au hata kuwatazama. Mtapata ukombozi wenu kwa unyenyekevu na huduma kwa jamii. Kisha akawageukia mama zao kwa sauti ya ukali wa kifalme, ninyi ndio mlioasisi uovu huu, mtafukuzwa kabisa kutoka bonde la Furaha aibu yenu itawafuata milele. Baraka alisimama akizungumza kwa sauti tulivu lakini yenye mamlaka ya ajabu. E Mfalme, naomba nimwambie binti yangu jambo. Akamgeukia Zawadi, macho yake akiwa ya, ya upendo na fahari. Ukimya wangu ulikufundisha nguvu. Kupitia mateso, ulidumisha heshima yako hata katikati ya ukatili. Hapo ndipo thamani yako ilipoonekana. Azizi alimnyanyua Zawadi kwa upole, macho yake akiwa ya yamejaa upendo wa kweli. Wazee wa ukoo waliniongoza hadi kwako kupitia mateso, umetakasika kwa maumivu na sasa hatima imetimia. Shangwe na nyimbo za furaha zikalipuka kote ikulu. Juma alisogea kwa tahadhari, lakini kabla hajazungumza, Azizi alimkumbatia kwa nguvu. Ndugu yangu, uhamisho wako unaisha leo. Mfalme Kamau akaweka mkono juu akitangaza kwa sauti inayosikika hadi mbali, shimo hilo litaitwa Kisima cha Wivu, ukumbusho wetu mtakatifu kwamba wivu hujiharibu wenyewe, lakini hatima huibuka milele. Na hivyo katika bonde la furaha, hadithi ya zawadi ikawa somo la vizazi, kwamba uzuri wa kweli hauko kwenye uso, bali katika moyo unaovumilia giza na bado unachagua nuru. Asante sana kwa kutazama hadithi hii mpaka mwisho. Natumai umejifunza jambo la maana kutoka kwa hadithi hii. Tafadhali niambie ulichojifunza kwenye sehemu ya comment. Pia niambie unatazama kutoka nchi gani. Napenda sana kusoma comments zenu. Kuna hadithi nyingine ya kusisimua inakuja hivi karibuni, hivyo usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele ili uwe wa kwanza kujua inapotoka. Ikiwa umependa hadithi hii, tafadhali bonyeza kitufe cha like na share na marafiki zako. Kuna mtu mwingine huko nje anahitaji kusikia hii hadithi. Asante tena kwa kutazama hadi mwisho. Tutaonana kwenye hadithi inayofuata.